Chukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na wito na kutujalia sisi sote kukutanika hapa. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya jimbo jipya la Bagamoyo mlango wa imani hapa Tanzania. Ninawashukuru wazazi kwa kunizaa na kunilea na ninawaombea pumziko la milele mbinguni. Pia ninashukuru jimbo kula Mbeya mbea ambako ndipo nilikozaliwa na ndiko nilikolelewa katika ubinadamu wangu na utu wangu. Ninalishukuru shirika langu la Mtakatifu Agustino kwa malezi ya kitawa na upadri. Ninamshukuru sana Baba Mtakatifu Francisco kwa kuniamini na kuniteua, kwanza kuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa muda wa miaka kama nne kasoro na pia sasa askofu wakwanza, wa kwanza wa jimbo la Bagamoyo. Ninamwombea Mungu wa mrehemu apumzike kwa amani, raya milele, mpe Bwana apumzike kwa amani. Ninashukuru jimbo kuu la Dar es Salaam kwa kunilea na kunipa mang'amuzi makubwa ya utume. Kwa namna ya pekee, ninamshukuru sana mwasha sana baba askofu Jude, mkuu Jude Tadeus Ruwa'ichi ofm mkapu kwa moyo wake wa kibaba kwa kunilea katika utume jimbo kuu la Dar es Salaam. Ninamshukuru sana Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam kwa malezi na ushauri na pia kunipokea kwa mara zote katika utume jimbo kuu la Dar es Salaam. Ninamshukuru sana pacha wangu Mwasham Baba Askofu Henry Mchamungu kwa ushirika, ushirikiano mkubwa sana katika utume wetu na ni hakika sisi ni mapacha. Ninamshukuru, ninamshukuru sana mheshimiwa sana Padre Vincent Mpwaji Chancellor kwa ushirikiano mkubwa katika utume na katika utendaji wa mambo mbalimbali jimboni. Ninaishukuru sana ofisi ya askofu mkuu yani masisa wote na wafanyakazi wote jimbo kuu la Dar es Salaam kwa ushirikiano mkubwa sana. Ninawashukuru sana mapadre wote wanaofanya utume katika jimbo kuu la Dar es Salaam kwa ushirikiano katika utume. Ninawashukuru sana umawada kwa ushirikiano mzuri katika yote. Ninawashukuru waamini wote jimbo kuu la Dar es Salaam kwa ushirikiano wenu na upendo. Ninawashukuru sana mababa askofu wakuja kushiriki katika tukio hili muhimu la kihistoria kwa kunishika mkono. Mungu awabariki. Ninawashukuru sana masisa wa shirika la mama yetu wa Usambara, wao ndio waliunda jumuiya niliyokuwa naishi pale Masaki. Ninamshukuru sana mwasha mbaba askofu Lazarus Msimbe SDS, askofu wa jimbo la Morogoro kwa moyo wake wa upendo katika kufanya utume wa jimbo jipya uendelee vizuri uende vizuri yeye ni jito la sifa tukiwa tunaitana jimbo eh, jito la sifa pale Maua, mimi nikiwa form 1, lakini wakati huo huo mwasha mbaba askofu Wolfgang Pisa rais wa Baraza la Maskofu akiwa form 6 na yeye niliweza kukaa meza moja naye tukala chakula pamoja, lakini tulikuwa chini ya mwasham sana baba askofu mkuu Beatus Kinyaiya, askofu mkuu wa jimbo la Dodoma. Yeye ndiye alikuwa mlezi wetu na ndio baba yetu, kwa hiyo baba wa majamaa haya <laughs> neno lake na jina lake kubwa aliloitumia mwasha sana baba askofu mkuu E, Beatus Kinyaia ni mwanaume. <laughs> Vipi mwanaume fanikiwa? Vipi mwanaume? <laughs> Kwa hiyo tunamkumbuka sana katika hilo na malezi yake. Mungu ambariki na tunamwombea sana. Ninawashukuru sana makuhani, watawa na waumini wote wa Jimbo la Morogoro kwa ushirikiano mkubwa katika mchakato mzima wa haya yote. Mungu awabariki. Si kwamba ni mara ya kwanza waona wana Morogoro, nimekaa vile vile Morogoro, nimesoma Morogoro, nimefanya utume Morogoro, hasa katika parokia ya Mtakatifu Augustino Bwawani, wakati huo ikiwa ni kigango, baadaye ikawa ni parokia teule. Nilikuwa pale mimi ikiwa nalea katika nyumba ya Mtakatifu Augustino Agustino kule Kola, Morogoro. Wapendwa makuhani na waamini wa jimbo jipya la Bagamoyo, tunamshukuru Mungu kwa zawadi kubwa hii ya jimbo jipya. Kazi iliyobakia ni sisi kushikamana na kushirikiana kwa upendo mkubwa katika kulijenga jimbo letu hili. Kila mmoja wetu aonyeshe moyo wa ukarimu na upendo, pamoja na umiliki wa jimbo jipya la Bagamoyo, na kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake, ili kuepuka dhambi ya Kain. Kain ali Abeli, alafu akasema mimi si mlinzi wa ndugu yangu. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya nne aya ya nane mpaka ya tisa. Tutafakari kwa undani kabisa injili ya Yohane sura ya kumi na saba na tuongozwe na maneno matatu: transparency yani wazi, accountability uwajibikaji na responsibility wajibu. Tusije tukakimbia kivuli chetu hasa pale tutakapokosolewa, bali tuwe tayari kukosolewa na kujirekebisha mara kwa mara. Na kwa makuhani, nawaomba wale makuhani wa, wa, wa, katika umri basi wawe mfano mzuri kwa wale ambao wanawafuata ili tusaidiane katika kukua katika imani na katika kujibika kulijenga jimbo letu la Bagamoyo. Wengi vile vile, mtoto amezaliwa atakuwa ni wanamna gani? Nipende pia kuwajulisha kuwa kwa upande wa makuhani, mambo yote yaendelee kama yalivyokuwa. Kimaanisha kwamba wale waliotoka Dar es Salaam wengine walikuwa maparoko, wengine maparoko wasaidizi, basi waendelee kuwa maparoko na maparoko wasaidizi. Wengine wametoka kule Morogoro wakiwa okay, maparoko au maparoko wasaidizi, basi wakati huu waendelee kuwa maparoko wasaidizi na maparoko, isipokuwa yafuatayo Jimbo lazima lilipo eh, linapozaliwa ni jipya, lazima lisukwe liwekwe vizuri, na kwa sababu hiyo, napenda kulisuka jimbo la Dar es eh, jimbo la Bagamoyo ba, <laughs> Mwasha, baba askofu mkuu Jude Thaddaeus Ruwa'ichi, ni ulimi tu usio kasema, naingia huko Dar es Salaam kusuka Neulini, tumeteleza baba, nipende kulisuka jimbo la Bagamoyo katika dekania tano. Ni kama ifuatavyo. Dekania ya kwanza ni dekania ya Tegeta. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: Parokia ya Tegeta, parokia ya Boko, parokia ya bahari Bichi, parokia ya Ununio, parokia ya mbweni Teta, parokia ya Tegeta Kibaoni parokia, na parokia teule ya Mbweni Jeketi mtakatifu Yohane Mbatizaji, na dekano wa parokia hii ni Padri Manuel Makusaru. Naomba Padre Emmanuel Makusaro uje upokee barua yako. Dekania pili ni dekania Mivumoni. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Mivumoni, parokia ya Wazo Hill, parokia ya Madale, parokia ya Mbopo, parokia ya Nyakasangwe na parokia ya Muungano. Dekano wa dekania hii ni Padre Joseph Luena. Naomba kimbie kama kijana. <tipos> Parokia dekania ya tatu ni dekania ya Bunju. Dekania hii inaundwa na parokia zifuatazo: parokia ya Bunju, parokia ya mbweni Mbweni mtakatifu rafaeli Malaika, parokia ya mbweni Mpiji, parokia ya Kinondo, parokia ya Kiharaka, parokia ya Kerege, parokia teule ya Zinga. Dekano wa dekania hii ni Padre Edwin Dino. Yeah. Parokia ya nne. Ni dekania, eh, dekania ya nne. Ni dekania Bagamoyo inaundwa na parokia ya zifuatazo. Parokia ya moyo safi wa Maria Bagamoyo, parokia ya Epifania, parokia ya Kiwangwa, parokia ya Mandera, parokia ya Rugoba na parokia teule ya Makurunge. Dekano wa dekania hii ni Padre Elias Petro Ruva office CSSP. Deke, dekania ya tano ni dekania ya Chalinze. Dekania hii itaundwa na parokia zifuatazo. Parokia ya Chalinze, parokia ya Mdaula, parokia ya Ngerengere na parokia ya Bwawani. Na dekano wa dekania hii ni Padre Patrick Kung'aro. Na naomba wa uh, madekano hawa eh, tukutane tarehe sita asubuhi kwenye saa nne hivi kwenye nyumba ya kiaskofu ili tuweze kupanga vizuri mikakati ya tegemeza jimbo ambayo itakuwa tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na moja Kwa hiyo eh, tarehe sita asubuhi saa nne pale nyumba ya waskofu. Na sasa kuna wengine watapangiwa sasa sehemu za utume, na ninazoitaja naomba paroko wa sehemu hiyo aje ampokee mtu huyo, alafu nitatangaza lini wa ripoti sehemu ya utume. Padre Francis Mkoba amepangiwa parokia ya Mbweni Teta kama paroko msaidizi. Padre Renatus Malili amepangiwa parokia ya Wazo Hiri kama paroko msaidizi. Afu, Padre Fidelis Mwesongo amepangiwa parokia ya Nyakasangwe kama paroko msaidizi. Madikas. Padre Aidan Kadudu amepangiwa parokia ya Mivumoni kama paroko msaidizi. Wengine sitaji kwamba ni waende wapi lakini, eh, ofisi zao watazijua wenyewe wakisoma katika barua hizo. Father Dominic Somola okarm oh, na padre Tasiro Nchimbi OSA, na yeye anapokea ya barua yake. Wale mapadri wanaofanya utume wanaopangiwa utume waripote katika parokia zile kumi na tisa mwezi Mei tarehe kumi na tisa mwezi Mei. Basi nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana wote mliofika hapa kuwashukuru kwa kazi kubwa mlioifanya kufanikisha siku hii ya leo. Mungu awabariki sana, tuendelee kulijenga jimbo letu hili kama mababa zetu waliotuzaa walivyotuahidi kwamba wataonyesha ushirikiano. Tuko katikati, upande huu kuna Dar es Salaam, upande huu kuna Morogoro. Basi nadhani Mungu atatubariki, tutafanya vizuri na tuendelee kujikabidhi mikononi mwake. Tumsifu Yesu Kristo.